Karibu katika sehemu ya nne. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati bidada Jeni anazama ndani ya chumba cha maajabu cha siri cha bwana Heri, huku akiwa na wasiwasi, akiwa ameshikilia kisu cha shaba na hirizi ikiwa shingoni kwake. Kila hatua alikuwa akikumbuka ushauri na mashariti aliyopewa na mganga. Hii ni hirizi ya mvua na mwezi, itakukinga na giza la chumba kile. Hiki ni kisu cha shaba, sio kisu cha kawaida, ndiyo silaha utakayoitumia kumwangamiza joka. Je, unajua ni nini kitatokea baadaye? Sasa kabla sijaanza sehemu ya nne, hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii, ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuendele na simulizi yetu. Haikuwa ofisi, haikuwa chumba, ilikuwa ni pango. Lilishuka chini ya ardhi. Kuta zake zilikuwa hai, zikidunda taratibu kama mapigo ya moyo, na katikati ya pango hilo kubwa kulikuwa na dimbwi la giza. Na ndani ya dimbwi hilo, lililojikunja juu ya rundo la dhahabu, almasi na mifupa ya binadamu, lilikuwepo joka. Lilikuwa kubwa kuliko basi. Magamba yake yalikuwa meusi kama usiku, yakimetameta kwa unyevu wa damu. Lilikuwa limelala, pumzi zake nzito zikitoa mvuke wa kijani macho yake yalikuwa yamefumba, lakini Jeni aliweza kuona jicho la tatu katikati ya paji la uso wake likiwaka kwa mbali kama kaa la moto. Na hapo ndipo alipowaona wakimzunguka yule mnyama, zikielea hewani, zilikuwa roho ndogo zinazong'aa kwa mwanga hafifu. Alimwona Tumaini, alimwona Bahati, Amani, Furaha, Baraka na Neema, watoto wake sita. Walikuwa wakilia bila kutoa sauti, mikono yao midogo ikinyoosha kwake na pembeni yao kulikuwa na roho nyingine za wanawake na watoto, wote wakiwa wamefungwa na minyororo ya giza iliyotoka kwa lile joka. Roho ya yule mwanamke aliyempa onyo nayo ilikuwepo. Hasira takatifu, hasira ya mama ilimjaa Jeni, hofu yote ilitoweka. Waachie wanangu, Jeni alipiga kelele, sauti yake ikijirudia kwenye kuta za pango. Lile joka lilifumbua macho yake, macho mekundu yaliyojaa chuki ya kale. Jicho la tatu lilifunguka likitoa mwanga mkali. Lilifungua mdomo wake tayari kumshambulia. Sasa, Jeni alijisemea. Alichukua ule mfuko wa vumbi la giza na kuurusha kwa nguvu zake zote usoni mwa lile joka. Vumbi lililipuka na lile joka lilitoa mgurumo uliotikisa misingi ya nyumba. Lilipofuka lilianza kujipigapiga, likiharibu kuta za pango likitafuta adui yake. Wakati huo huo, kwenye chumba chake cha maombi Bwana Heri naye alipiga kelele ya maumivu makali, "Arg! macho yangu!" Alitoka mbio chumbani kwake, akijua fika kuna mtu ameingia kwenye himaya yake. Alikimbia kuelekea kwenye pango, huku akishika kisu kikubwa cheusi cha kafara. Alimkuta Jeni akiwa tayari amepanda juu ya rundo la dhahabu, akijaribu kulifikia lile joka lililokuwa linanguruma kwa maumivu. "Msaliti kicheche, unakufa leo!" Bwana Heri alinguruma akimrukia Jeni Jeni alikwepa Bwana Heri alipomkosa alimgeukia mnyama wake mwalimu mshike yuko hapo lakini joka lilikuwa limepofuka na limechanganyikiwa likisikia sauti ya Bwana Heri lilidhani ndiye adui kwa kasi ya umeme liligeuka na kumshambulia bwana wake meno makubwa kama mapanga yalizama kwenye kifua cha Bwana Heri macho ya Bwana Heri yalimtoka alimtazama yule joka mungu wake kwa kutoamini mwa mwalimu kwa nini aligugumia, damu ikimwagika kinywani. Lile joka lilipong'amua kosa lake, lilimwachia Bwana Heri ambaye alianguka chini kama gunia, lakini lilikuwa limechelewa maumivu ya vumbi la giza yalikuwa yamezidi. Hiyo ndiyo ilikuwa nafasi ya Jeni, huku akipiga kelele za watoto wake wote, aliruka juu ya kichwa cha lile joka kwa nguvu zake zote, akitumia uzito wake wote, alichomeka kile kisu cha shaba moja kwa moja chini ya kidevu kwenye ile sehemu laini. Kelele iliyosikika haikuwa ya kidunia. Joka lilianza kutetemeka kwa nguvu, kisha polepole pole, lilianza kugeuka kuwa vumbi, kuanzia mkiani likisambaratika. Dhahabu na almasi zote zilianza kugeuka kuwa majivu na mchanga, na Bwana Heri aliyekuwa akitapatapa sakafuni, naye akaanza kusambaratika. Mwili wake uligeuka kuwa vumbi jeusi mbele ya macho ya Jeni. Yeye na joka walikuwa kitu kimoja na sasa wote walikuwa wanakufa pamoja. Roho zilizokuwa zimefungwa zikaachiliwa. Zile za wanawake wengine zilitoweka kuelekea juu kwenye mwanga, lakini roho sita zilisimama mbele ya Jeni: Tumaini, Bahati, Amani, Furaha, Baraka na Neema. Hawakuwa wakilia tena, walikuwa wakitabasamu. Mmoja baada ya mwingine walimsogelea, wakimgusa mama yao kwa mikono yao ya kimwanga, kisha wakayeyuka, wakipaa kwenda kwenye amani. Pango lilianza kutetemeka, misingi ya nyumba ilikuwa ikiporomoka. Uchawi uliokuwa umeishikilia nyumba ile ulikuwa umetoweka. Jeni alikimbia, alikimbia kupita kwenye korido zilizokuwa zikivunjika, aliruka juu ya samani za bei ghali zilizokuwa zikimezwa na ardhi. Alifanikiwa kutoka nje ya mlango mkuu sekunde chache kabla ya jumba lote la kifahari la Masaki kuporomoka na kumezwa na ardhi, likiacha nyuma shimo kubwa lililokuwa likitoa moshi mweusi. Asubuhi ilikucha. Jeni alikuwa amesimama kando ya barabara ya lami, akiwa amevaa nguo zake zilizokuwa zimechanika, zimejaa vumbi na damu. Alikuwa ameshika hirizi yake mkononi. Magari yalianza kupita, watu wakishangaa kuona shimo kubwa pale palipokuwa na jumba la kifahari. Jeni hakuwa na kitu, hakuwa na mume, hakuwa na watoto, hakuwa na pesa. Magari yake yote yalikuwa yamezama na lile jumba, lakini alikuwa hai na alikuwa huru. Alianza kutembea. Hakujua anakwenda wapi. Alitembea tu akiondoka kwenye maisha ya laana aliyokuwa ameyachagua. Miezi mingi ikapita. Tunamkuta Jeni mkoani Morogoro, mbali na jiji, mbali na utajiri. Alikuwa amepata kazi kwenye mgahawa mdogo wa mama ntilie. Alikuwa akiishi kwenye chumba kidogo cha kupanga. Uzuri wake ulikuwa umefifia kidogo kwa shida, lakini machoni pake kulikuwa na amani. Alikuwa Jeni yule wa zamani, kabla ya Bwana Heri. Siku moja akiwa anahudumia wateja, gari dogo aina ya pickup nyeupe lilisimama. Gari lilikuwa safi, halikuwa jipya sana, lakini lilitunzwa vizuri. Mwanaume alishuka, alikuwa amevaa nadhifu, shati safi na suruali ya kaki. Hakuwa na harufu ya grisi, alikuwa na harufu ya sabuni na bidii. Aliingia kwenye mgahawa na kukaa. Mama, naomba ugali na maharage. Jeni alipoinua uso wake ili kuchukua oda, macho yao yaligongana mwanaume yule alishtuka, akamtazama kwa muda mrefu. Jeni aliuliza kwa sauti ya kusita. Jeni alihisi damu ikisimama. mikono yake ilikuwa imejaa unga wa ugali. Alimwangalia yule mwanaume. Hakuwa yule Juma fundi wa Manzese. Huyu alikuwa amekomaa, alikuwa amepitia magumu, lakini alikuwa amefanikiwa kwa njia halali. Alikuwa na gereji yake sasa na magari matatu ya mizigo. Alikuwa ameenda kutafuta pesa lakini hakumuuza shetani roho yake. Juma? Jeni alitikia, machozi yakianza kumjaa machoni. Juma alisimama akamtazama mwanamke aliyemvunja moyo na sasa alikuwa amevunjika mbele yake. Hakukuwa na hasira tena machoni pake, kulikuwa na msangao na labda huruma. Hawakusema neno lingine kwa muda. Jeni alijua alihitaji kuomba msamaha, lakini hakujua aanze wapi. Juma alijua alimtamani mwanamke huyu, lakini alimuogopa pia. Lakini pale kwenye mgahawa mdogo wa vumbi huko Morogoro, mbali na mitego ya joka na laana za utajiri, labda ilikuwa mwanzo mpya, labda msamaha ungeweza kupatikana, labda mapenzi ya kweli yaliyojengwa kwenye majivu ya maisha yaliyopita yangechipua ya tena. Okei, leo naomba tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya tano.